Kwenye bahari ya Pasifiki Kaskazini, kikundi cha watafiti kinafika ili kuchunguza uga wa taka mkubwa wa Pasifiki na jinsi unavyoathiri viumbe wa baharini. Wakati wanarikondi video, wanasitishwa na ishara ya papa ambayo wamekuwa wakimfuatilia kwa mwaka mmoja. Papa huyu anakuja karibu kwa kasi sana. Hivyo wapiga mbizi wanne wanavaa vifaa na kuingia majini. Baada ya kutazama kwa muda, wanagundua mzoga wa nyangumi mdogo uliokamatwa kwenye nyavu. Huu ni wa pili waliopata ndani ya wiki tatu tu. Wanapotazama kwa karibu, wanaona kwamba tumbo lake limejaa plastiki na lina alama ya kuumwa. Ghafla papa anaonekana na kuogelea karibu na Chris lakini hamdhuru. Chris anatambua huyu si papa waliokuwa wakimfuatilia, kumaanisha kwamba papa zaidi wanakuja. Nadharia yake ni sahihi. Punde tu wamezunguka na papa wengi wanaoonekana kuwa na wasiwasi. Mke wa Chris Sophia anatazama kila kitu kwenye kamera na kugundua kwamba papa hawa wote ni majike na ni wakubwa sana. Baada ya sekunde chache, papa waliokuwa wakimfuatilia hatimaye anaonekana. Wanamuita Lilith na timu inashtuka kuona kwamba sasa ana urefu wa mita saba, ambapo miezi mitatu iliyopita alikuwa mita mbili nukta tano tu. Chris anadhani hii ni hatari sana na anasema wanapaswa kuondoka, lakini Sophia anamtaka apate sampuli ya damu. Chris akiwa ameogopa anajaribu kuchoma ngozi ya Lilith na kumfanya aogelee mbali kwa hasira. Wapiga mbizi wanaamua ni wakati wa kuondoka. Hata hivyo, Lilith anaanza kuogelea kuwazunguka haraka sana. Sophia anapoteza kamera na anasikia tu jinsi momewe na timu yake wanavyouawa na mnyama huyo aliyekasirika. Sophia mwenye kukata tamaa kisha anashika mkuki na kuruka ndani ya maji tu kugundua mkono wa Chris unaelea mbele yake. Anaendelea kutafuta na punde, Lilith anaonekana mbele yake. Mwanzoni papa anaogelea kwa utulivu lakini ghafla anamvamia Sofia ambaye anampiga mkuki wake. Lilith anakasirika na kuogelea mbali lakini Sofia ananaswa kwenye nyavu za uvuvi zilizokwama kwenye pezi la Lilith na kuvutwa chini zaidi ndani ya bahari. Shinikizo linapoharibu masikio yake, Sofia anachukua kisu ili kukata wavu. Sasa anaweza kuogelea kurudi juu. Miaka mitatu baadaye huko Paris, vijana wawili wanavua vitu kwa sumaku mtoni wanapogundua bomu ghafla. Polisi wanawahi kufika haraka na waandishi wa habari pia, lakini kwa bahati nzuri bomu hilo halifanyi kazi tena. Afisa hotel anawaambia waandishi wa habari kwamba kupata maganda ya zamani kutoka Vita vya Pili vya Dunia mtoni ni jambo la kawaida sana, lakini hayajasababisha shida yoyote hadi sasa. Wakati huo huo, Sofia anafanya kazi katika aquarium. Anajaribu kuwaambia kundi la watoto jinsi ilivyo muhimu kuokoa viumbe wa baharini lakini wanamdhihaki tu kwa kupoteza timu yake yote katika shambulizi la papa. Akiwa amezama katika hatia, Sofia anaondoka kwenye aquarium akiwa na dhiki sana. Wakati huu anasogelewa na Mika ambaye anataja kifuatiliaji cha Lilith. Mika kisha anampeleka Sofia kwa SOS, kikundi chake cha uhifadhi wa bahari. Kila mwanachama ni shabiki mkubwa wa kazi ya Sofia na wamekuwa wakitumia utafiti wake kulinda papa. Sofia anatambulishwa kwa Ben, mpenzi wa Mika ambaye anatumia kompyuta yake kufuatilia ishara ya Lilith. Sofia aliyefadhaika anasema haiwezekani kwa sababu seva zake zimehifadhiwa, lakini Beni anaeleza kwamba siku hizi anaweza kupata ufikiaji wa kila kitu na Lilith amekuwa katika mto huo huko Paris kwa siku tatu zilizopita. Papa hawapaswi kuishi katika maji baridi, kwa hivyo hii inathibitisha kwamba mabadiliko ya hali ya hewa na uchafuzi wa mazingira yanaweza kubadilisha tabia yao. Mika anadhani kwamba Lilith amepoteza tu na anajaribu kuishi. Kwa hivyo usiku huu atapiga mbizi kujaribu kuwasiliana na Lilith ikitarajia kumsaidia kufikia bahari tena. Pia kumetokea ajali katika darija wakati ambapo gari lilianguka ndani ya maji na dereva hajapatikana. Mika anataka Sofia ajiunge nao, lakini Sofia anadhani ni wazo la pumbavu sana na anaondoka. Nyumbani, Sofia hawezi kuacha kumfikiria Lilith. Kwa hivyo anachukua vifaa vyake vya zamani vya uchunguzi na kulia huku akitazama video za Chris na timu yake Klipu inapoonyesha Lilith Sofia anavunjika moyo na hatimaye anafungua kifuatiliaji cha ishara, ikiwa inathibitisha kwamba hadithi ya Mika ni kweli. Usiku huo Mika na Ben wanasafiri kwenye mto hadi wafike darija. Mika anaruka ndani ya maji na anaona ni vigumu kuona kwa sababu ya uchafuzi. Juu Ben anasikia polisi wakikaribia na kuvuta kamba ili kumwonya Mika, lakini Mika anataka kuendelea kuchunguza, kwa hivyo anakata kamba. Wakati huo Mika anaona kitu kikubwa kinaogelea karibu na gari lakini anapotafuta eneo hilo kwa toshi lake haoni kitu. Akisikia vingirono vya polisi juu, anajaribu kurudi juu. Benda yale anakimbia, kwa hivyo Mika tu anayekamatwa kwenye boti ya polisi. Mika anamwambia Adol kwamba amekuwa akisafisha mto, lakini hamwamini. Kuelekea kwenye kituo, polisi wanasimama kuwakumbusha baadhi ya wakazi ni Hosima kwamba jiji linataka eneo hili liwe wazi kwa ajili ya mashindano ya Triathlon. Kufikia wakati Sofia anafika darijani, kila mtu ameondoka. Lakini kifuatiliaji chake bado kinamgundua Lilith katika eneo hilo. Anafuata ishara na kupata kambi ya wakazi ni Hosima. Lakini imetupwa isipokuwa mbwa wao. Asubuhi iliyofuata, Adol anaendelea kumhoji Mika hadi anapomwambia kuhusu papa. Adol hamwamini, lakini anasitishwa wakati polisi mwingine anataja dharura. Karibu na mto, Sofia bado anamfuatilia Lilith na kugundua kwamba yuko karibu. Hivyo anamwonya mtoto aondoke mtoni. Wakati huo anapigiwa simu na polisi na kupelekwa kumwona Adol na Mika ambao pia wako karibu na mto. Inageuka wamepata mwili wa mkazi asiye na makazi uliokatwa vipande vipande. Akiona majeraha, Sophia anathibitisha kwamba papa ndiye aliyefanya hivyo. Wanachukua habari hii kwa Chief Angel ambaye haamini kwamba papa anaweza kuwa mtoni na anataka ushahidi kwanza. Adol na timu yake wanaamua kwenda kupiga mbizi kwa ushahidi na Sofia anaenda nao na kifuatiliaji chake. Maafisa watatu wanaruka ndani ya maji na kupata samaki mkubwa aliyekufa na alama kubwa za kuumwa. Mika amekuwa akifuatilia kikundi ardhini na anadhani watamua papa, kwa hivyo anampigia Ben na kumwomba aingilie kifuatiliaji ili kukizima. Ben anafanikiwa na punde Sofia na polisi wanapoteza ishara chini ya maji. Maafisa wanaona kitu kinaogelea gizani kuwazunguka. Adol anagundua kamba inakaza, kwa hivyo yeye na Sofia mara moja wanaanza kuvuta ili kusaidia wafanyakazi warudi kwenye boti. Wapigambizi wanaeleza kwamba waliona kitu kikubwa huko chini na kumfanya Adol aone kwenye sonari ambayo inathibitisha Lilith yuko mtoli. Sasa Adol anadhani kwamba Sofia alizima kifuatiliaji na kumlaumu kwa kuweka timu hatarini, pua yake inapoanza kutokwa na damu Sophia anaondoka kwenye boti na kumwonya Mika karibu. Anamfuata hadi ofisini na wanabishana kuhusu kile kilichotokea. Mika anasisitiza kwamba papa havamii bila sababu na kwamba kile kilichompata Chris ilikuwa ni kosa la Sophia. Hili linamkasirisha Sophia na kumfanya aondoke. Kituoni cha polisi, Adol anamwambia Angel kwamba lazima wazuie eneo la mto ambalo lingehitaji kugairi mashindano ya Olimpiki ya triathlon. Angel anajali kuhusu majibu ya mea. Adol anatafuta Sofia mtandaoni na kupata hotuba yake kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Pia anagundua kile kilichompata Chris na timu yake. Hili linamfanya afikirie marafiki wote aliowapoteza wakati wa vita alipokuwa jeshini. Wakati huo huo, Mika anatangaza kwenye mitandao ya kijamii ili kuambia ulimwengu kuhusu papa mtoni. Anaeleza kwamba tabia ya Lilith iliathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa na hastahili kufa, kwa hivyo wanapaswa kufanya kazi pamoja ili kumwokoa. Baada ya kuona video hiyo Sofia anajaribu kuangalia jinsi ya kuanza kazi. Njiani kutoka kazini, Adol anamsogelea Sofia na kuomba msamaha kwa kuanza vibaya, pia anamtaka aje kwenye mkutano na meya. Ofisini kwa meya Angel, Adol na Sofia wanajaribu kueleza jinsi hali ilivyo hatari. Hata hivyo, meya tayari ametumia pesa nyingi na anakataa kuonekana vibaya mbele ya waandishi wa habari kwa hivyo anakataa kugairi chochote na anaamuru polisi kushughulikia papa kabla ya tukio kuanza. Baadaye Sofia anawaambia maafisa kwamba nafasi yao bora ni kumvuta Lilith kwenye madaraja na kumtia usingizi, kisha wanaweza kumkamata na taasisi ya oceanographic inaweza kuchukua jukumu. Sofia anawaonyesha video akielezea kwamba mana tu atakapomtia Lilith usingizi wanadakika chache tu za kumtayarisha, vinginevyo atazimia kwa kukosa hewa. Wakati huo, Ben anafika na kuwaambia kwamba Lilith yuko kwenye makaburi ya chini karibu na hifadhi za majitaka. Anafichua kwamba alikuja hapa bila kumwambia Mika ambaye anaamini kwamba Lilith anaweza kuongozwa kwa kutumia sonari. Ben anawezesha tena kifuatiliaji kwenye kompyuta ya Sofia na kuonyesha handaki la zamani la kufikia chini ya mfereji ambalo linaunganisha mto na makaburi ya chini. Sofia na polisi wanatumia boti kufikia handaki la zamani la kufikia lakini Lazima waendelee kwa miguu kwa sababu ni nyembambo sana. Marakatisti wa tayari wako huko na Ben anajaribu kumshawishi Mika asipige mbizi bila mafanikio. Mika anaruka ndani ya maji na sonari kabla ya polisi kufika ili kuwafukuza wote. Hata hivyo, Mika anakata tamaa na kuwaambia wote wabaki huko. Wakati huo, pezi kubwa linaonekana ndani ya maji na kumzunguka Mika. Kwa kushangazwa, pezi la pili punde linajiunga nao. Kwa kuhukumu kwa ukubwa Inaonekana Lilith amejifungua. Papa mtoto anamsogelea Mika na anampapasa kama mbwa akipuuza maonyoni ya Sofia. Ghafla, mapezi yanatoleka na Sofia anaamini kwamba wako karibu kushambulia. Bado Mika anakataa kusonga. Oto anaruka ndani ya maji na anajaribu kumvuta Mika nje, lakini anamwakata mkononi na kuogelea mbali. Kisha Lilith anaruka nje ya maji na kumlaa Mika kwa kuuma jumoja tu. Ukubwa wa papa unasababisha wimbi kubwa ambalo linafanya watu wengi waanguke ndani ya maji. Kwa kushangazwa Sofia, Lilith anamua mtoto wake kumua, labda kwa sababu ya harufu ya binadamu. Kwa msaada wa afisa mwingine, Otto anatoka ndani ya maji na polisi wanaongoza umati nje ya handaki. Hata hivyo, watu wanaendelea kuteleza na kuanguka, so Lilith anaua watu wote wanaoweza kuwafikia. Ben anasukuma kimakosa ndani ya maji na Otto anajaribu kumtoa nje, lakini mtu mwingine anamsukuma chini wakati akijaribu kutoroka, na Ben anaishia kuuawa pia. Wanaharakati wengi wanafanikiwa kuokoa, lakini wengine wanakosa viungo. Na Otto mwenye hasira anafungua risasi, lakini risasi zake zote zinakosa Wakati afisa anapoinama ili kusaidia watu zaidi, waathirika wanaopata harafi makosa wanamvuta ndani ya maji. Washirika wake wanajaribu kumtoa nje, lakini Lilith ana nguvu zaidi na punde anamrudi nyuma katika shimo la danga kwenye handaki. Umati unaokimbia unajaza damu na wengi wanaishia kuzama huku wathirika wengine wakitembea juu yao. Muda mfupi baadaye, madaktari na wauguzi wanazidiwa na kazi huku waathirika wote wakipelekwa hospitalini. Sophia anajilaumu kwa yaliyotokea lakini Otto anamhakikishia alifanya alichoweza. Mwili wa papa mtoto unapatikana kutoka ndani ya maji na Sophia anapata nafasi ya kuusoma katika maabara. Anaona mabadiliko yote yanayothibitisha amebadilika kuishi katika maji baridi. Sophia pia anathibitisha mtoto ni jike na anapokata tumbo lake anapata watoto wengine kadhaa. Hili halina maana kwani papa huyu ana umri wa mwezi mmoja tu anahitimisha kwamba mabadiliko yanayomruhusu Lilith la uzao wake kuzaliana kupitia parthenogenesis ambayo ni mchakato unaomruhusu mtoto kukua kutoka kwa yai bila urutubishaji. Hii inamaanisha Lilith ni wa kwanza wa spishi mpya na ikiwa hawamwondoi, ataendelea kutengeneza zaidi kama yeye. Wakati ujao, timu inakutana na meya analalamika kuhusu vifo kumi na mbili. Mwanaume kutoka jeshi anasema walipaswa kuripoti hili na wanaeleza walimwonya meya, lakini anadai kwamba hawakumwambia vya kutosha. Sofia anataka awaambie ukweli kwa waandishi wa habari na kugairi tukio. Hata hivyo, meya anamfukuza na kuiambia timu yake kunyamazisha hili. Alasiri, meya anapoonekana kwenye TV anasema hadithi kuhusu papa na mto ni uongo na mashindano ya triathlon bado yatafanyika kwenye ba. Sofia na Oto wamekata tamaa kuhusu hali hiyo. Sofia anamuuliza Oto kwa nini aliondoka jeshini, kwa hivyo anaeleza kwamba wakati wa dhamira ya uokoaji alipata hofu na kuacha wenzake wafe. Hataki kuwa mwoga tena. Kwa hivyo Sofia anashiriki wazo, itakuwa nje ya rekodi, lakini maafisa wengine wanakubali kusaidia anyway. Kwa msaada wa wataalamu wawili wa bomu, wataangalia kiota katika makaburi ya chini na kulilipua. Italazimu wahame haraka, kwa sababu watakuwa na dakika tatu tu za kuogelea mbali kabla ya bomu kuangusha makaburi ya chini. Muda mfupi baadaye, eneo karibu na mto limejaa watalii kwa ajili ya tukio na wanajeshi kadhaa wanatumwa kuangalia maji. Maafisa wawili wanapaswa kutoa msaada kutoka kwa boti lakini wanajeshi hawawaruhusu kusafiri karibu na makaburi ya chini kwa sababu mto umezuiwa. Kwa kuwa Angela ni sehemu ya timu ya ulinzi ya meya, anawaambia wanajeshi wawaruhusu watu wake wapite, kwa kujifanya wao ni sehemu ya Operation 2. Wakati huo huo, Otto na Sofia wanapiga mbizi na kutafuta kiota. Wanapowasha mshumaa, wanagundua makumi ya papa watoto juu yao. Mmoja wa papa anaogelea kuelekea kwao, lakini wanatoka njiani ile kumkwepa. Juu meya anaanza kukio na washindani wote wanaruka ndani ya maji kwa ajili ya mashindano ya kuogelea. Wakati wataalamu wa bomu wanapoweka bomu, Sofia anaweka sonari ili kumvutia Lilith, lakini haonekani. Ghafla papa watoto wanashambulia, mmojawapo wa wataalamu wa bomu akimuua kwa sekunde na kumfanya aangushe detonator, ambayo ni kifaa cha kulipua. Sofia anawaambia wengine wabaki pamoja na wasisogee, lakini mtaalamu mwingine anaamua kuogelea mbele ili kupata detonator. Mara tu anapobonyeza kitufe, papa wanamzunguka na kumla pia. Wakiwa na dakika tatu tu za kutoroka, Sofia anamshika Oto na kuwasha injini ili kuogelea mbali. Bomu linafanya kazi nyuma yao na kuua papa watoto wote. Polisi kwenye boti wanaona mlipuko wa maji na kusafiri kuelekea huko. Wanahisi utalivu kuona Sofia na Oto wakirudi wakiwa hai, ingawa Oto amejeruhiwa wa wakati maafisa wanapomhudumia Oto, Sofia anapiga mbizi tena na anashtukizwa na Lilith ambaye hakuathirika na mlipuko. Sofia mara moja anarudi juu na anajaribu kuonya wengine. Lilith anapiga boti na kuifanya iruke. Polisi wote wanaanguka ndani ya maji na Lilith anaendelea kuwala mmoja kwa mmoja, isipokuwa Otto ambaye anarudi pamoja na Sophia na kwa pamoja wanapanda kwenye boti. Baadaye Lilith anawasogelea waogeleaji na anaanza kuwaua pia na kufanya mto kuwa mwekundu. mkate wa ugandulishi kwa hati Lilith anaruka nje ya maji na mwogeleaji mdomoni. Washindani wanaogelea mbali haraka kiasi gani. Boti za kijeshi zinafungua risasi, lakini mabadiliko ya Lilith yamemfanya kuwa mwepesi sana kiasi kwamba anaweza kuzikwepa zote. Angel na Otto wanajaribu kuwaambia waache kwa sababu mtu umejaa maganda ya zamani ya bomu. Hata hivyo hawasikiki. Wakati umati unapopata hofu na kukimbia, polisi mwingine anaonekana kwenye boti mpya ili hatimaye kuwaokoa Otto na Sofia. Wanajeshi wanakimbia darajani ili kuendelea kupiga risasi, na kama ilivyotabiriwa wanaishia kugonga ganda la bomu. Hili linafanya kazi na linasababisha mlipuko mdogo tu wa maji, lakini hii inasababisha mlolongo na ufanya mabomu mengine afanye kazi pia. Mlipuko unaosababishwa ni mkubwa sana kiasi kwamba unaangusha madaraja mawili na hata tundu za maji taka mitaani zinapoteza vifuniko vyao. Umati unapoendelea kukimbia kimakoza wanasukuma watu zaidi ndani ya maji. Mlipuko huu pia unaleta tsunami kubwa ambayo inainuka juu ya mto na haraka inafurika jiji. Watu kadhaa ikiwemo mia wanaanguka ndani ya mto na hawaonekani tena. Sofia anaogelea haraka ili kumwokoa oto na kumvuta hadi juu ya jengo lililozama. Wanapotazama pande zote, wanagundua wamezungukwa na papa shukani. Kwa mto kuunganishwa na vyanzo vingine vya maji, Lilith na uzao wake wanasambaa kote ulimwenguni na kuanza kutisha miji yote mikubwa. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.